CHADEMA kuhusu tume iliyoundwa kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani baada ya uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025 actually kilichoitwa uchaguzi kwa sababu na tulitegemea hii tume ingeundwa kuchunguza e, mauaji yaliyotokea na sio na sio vitendo vya uvunjifu wa amani kama inavyosemekana. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, kinapenda kuutaarifu umma wa Tanzania na jumuiya ya kimataifa kwamba hatutambui tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na ndugu Samia Suluhu Hassan aliyejisimika madarakani bila ridhaa ya wananchi na inayoongozwa na Jaji mstaafu Mohamed Chan akielekeza kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati eh, na baada ya uchaguzi ya kilichoitwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu tarehe 29 Oktoba. Kwanza na la msingi zaidi ni msimamo wetu unaotokana na ukweli kwamba mteuzi wa tume hiyo hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili alijipachika urais kupitia mchakato usio huru, usio haki, usio wa wazi, usiokizi viwango vya msingi vya kidemokrasia na hata e, e, waangalizi wa kimataifa waliokuwa hapo wameungana na msimamo huu tunaousema. Kwa hiyo, kwa maana hiyo, Umoja wa Afrika ripoti yao imezungumza kwamba uchaguzi haukuwa huru, haukuwa wa halali, haukuwa haki Sadiki wamesema hivyo na waangalizi wengine wote wa kimataifa. Hivyo hana mamlaka kimaadili wala kisiasa kuunda chombo cha kuchunguza uhalifu mkubwa uliofanywa na utawala wake dhidi ya raia waliokuwa wakidai haki zao za kidemokrasia na za kikatiba. Aidha, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi, Commission of Inquiry Act, ya ishirini E, e, ya mwaka elfu mbili na mbili chapta thelathini na mbili, tume ya aina hii ni chombo cha rais kinachofanya kazi kwa matakwa na maelekezo yake, na hata ripoti yake rais ana ya mamlaka ya kuamua ichapishwe au isichapishwe, iwasilishwe hadharani au ifichwe. Kwa mantiki hiyo, si chombo huru na hakiwezi kutoa ukweli wala haki katika mazingira ambapo serikali ndiyo inayotuhumiwa, e, mtuhumiwa mkuu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe halafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi kuratibu, kutekeleza mauaji, utekaji mateso, ubakaji, unyanyasaji, ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi e, kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala.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 amekuwa sehemu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za watu akiongoza wa muhimili wa mahakama na sehemu kubwa sana ya kujaribu kuharibu mahakama yetu na kuondoa eh, eh, uaminifu wa watu na mahakama yetu. Utakumbuka sisi kama Chadema pamoja na mambo mabaya yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini hatukufungua kesi hata moja mahakamani kupinga E, e, aidha wabunge wetu au madiwani wetu au hata e, mtu yoyote aliyogombea na hii tulifanya deliberate, ni maamuzi yaliyokuwa ya kikao kwa sababu alikuwa hawana imani na mahakama katika mazingira ambayo mahakama ilikuwa inaongozwa, lakini vile vile unaweza kujiuliza kwamba hata kama hawa watu hawakuwa na, eh, na uharari, je, walikuwa na dhamira sasa ya kutaka kuchimba na kupata kilichotokea hasa kwenye huu uchaguzi kinachoita uchaguzi? Inakuwaje rais aunde tume inayotokana na wa, wafanyakazi au watu tu ambao wamewahi kufanya kazi serikalini? Hakuna kiongozi wa dini hata mmoja kutoka kwenye imani zote zilizopo kwenye nchi yetu hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye asasi za kiraia, hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye NGO, hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye taasisi nyingine yoyote ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii tume hii, si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndiyo maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Kwa hiyo, kinachotaka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu kuua watu kuua Watanzania kwa maelfu wageuzwe kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru kuhar, kuhalalisha utawala wa mabavu unaotekelezwa na serikali isiyokuwa na ridhaa ya wananchi. Kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya nane, serikali yoyote inayokaa madarakani lazima itokane na kura za wananchi, lazima iwekwe na wananchi, kwa sababu katiba inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa serikali ambayo haijapigiwa kura, wote tunajua kilichotokea katika hicho kinachoitwa kupiga kura, ni fojali tupu. Ukienda hata kwenye historia ya chaguzi zetu, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010 na Tana uti ya watu walio kwenda kupiga kura wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni asilimia arobaini na mbili. Ndiyo watu walio jitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka elfu mbili na kumi na tano ambako Roasa alishindana na Magufuli ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa. Tana uti ilikuwa ni asilimia sitini na moja watu walio enda kupiga kura. Mwaka elfu mbili na ishirini wakati Magufuli anashindana na Lissu, Lissu ametoka kupigwa risasi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 ambayo watu watakuwa huru na watakuwa na imani nayo, wataenda kueleza matukio yaliyotokea kwa ndugu zao kwa familia zao. Mpaka sasa ieleweke, kwamba kuna mamia na maelfu ya watu ambao hawajui ndugu zao wako wapi, hawajapata hawajapewa hata miili ya ndugu zao. Kuna watu ambao wametufikia, wanatueleza wao wenyewe walichukua miili ya ndugu zao wakapeleka kwenye hospitali baadaye kwa ajili ya kuandaa maandalizi ya mazishi, walipoenda wakanyimwa mili ya ndugu zao, wakaambiwa hawapo, na wakati walipeleka wao wenyewe. Kuna watu ambao wamechukua ndugu zao baada ya kushinikizwa kwamba waseme walipata ajali au walikufa kwa magonjwa ya kawaida. Ko, kuna mambo makubwa na mazito ambayo hii tume haiwezi kuyachunguza na watanzania wakakubaliana nayo. Tunatoa wito kwa taasisi za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, baraza lake la usalama, mahakama ya kimataifa ya makosa ya, ya mauaji ya halaiki makosa dhidi ya binadamu na makosa ya kivita ICC, kamisheni za haki za binadamu za kikanda na ki, kimataifa, mataifa rafiki na wadau wote wa demokrasia kuchukua hatua za haraka kushinikiza serikali ya Rais Samia ya Samia Suluhu Hassan na CCM kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa. Na ujumbe wetu uko wazi na thabiti: hakuna amani bila haki, hakuna uhalali bila ridhaa ya wananchi, mtuhumiwa hawezi